Polisi walimnasa mshukiwa huyo baada ya kufanya msako wa nyumba kwa nyumba walipopashwa habari na umma kuhusu kuwepo kwa silaha hizi hatari katika nyumba moja kijiji cha Gatarakwa, Kieni Magharibi, kaunti ya Nyeri. Washukiwa wengine wakifanikiwa kutoroka na kumwacha mshukiwa aliyenaswa, ambaye anadaiwa kuwa mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya Kimuri. Mshukiwa huyo alikuwa tayari amefungiwa kwenye seli wakati Nipashe ilifika kwenye kituo cha polisi anakozuiliwa. Katika operation zao waliweza kupata mtu mmoja ambaye tuko na anatusaidia kwa uchunguzi, na kuna mmoja ambaye inaaminiwa ina kuwa ni mtoto wa shule ambaye alikuwa anaishi kwa hiyo nyumba. Unajua hii kufanya kitu kama hii, kwa wale watu wanafanya hii kweli, sijui dunia itakuwa aje miaka ingine inayokuja? Inadaiwa kuwa washukiwa hawa wamekuwa wakitumia bunduki hizi aina ya Mark IV kuhangaisha wananchi kwa kutekeleza uhalifu wa mabavu eneo hili na pia kuhusika katika uwindaji haramu. Sema bunduki ni hatari e, ikiwa inaweza tumika vibaya kwa, uh, uh, uh, majangili wanaweza kuua ndovu, ambaye uh, uh, uh, ni wanyama wetu ambao tunawachunga uh, sana na kuwa kuna uwezekano mkubwa kwa washukiwa hawa wamehusika katika uwindaji wa wanyama pori ambao wamekuwa kiuwao kiholela kwenye mbuga za wanyama zilizo eneo hili. <tipo> Tukio hili linajiri wakati kuna msururu wa visa vya uhalifu kwenye kaunti nzima ya Nyeri, siku chache tu baada ya polisi eneo hili kuponea kifo baada ya washukiwa wa ujambazi kuanza kuwamiminia risasi walipojaribu kuwasimamisha. Polisi wanaendelea na msako wa kuwanasa washukiwa waliohepa. Patrick Njendi, Citizen, Nipashe.